Kwa jina naitwa Haji ya Hungu Mwangu. Kwa jina anaitwa Haji ya Hungu Mwangu mwenyekiti wa mwenye kijiji cha Mangida. Ndugu zangu waandishi wa habari, wa naomba kwanza niwakaribishe katika eneo hili la hapa la kijiji changu karibuni sana. Na pia Mheshimiwa Diwani wa Kata ya Msange ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Singida DC. Ambaye okay ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Singida DC, pamoja na mbunge wetu Ramadhani Ighondo pamoja na rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu wananchi wa kisha Mangira, tunaomba tuwashukuru watu watatu. Tumshukuru Mheshimiwa Elia kwa kushirikiana tangu hapa kisima kianze kujengwa na tangu tukae naye tarehe mbili mwezi wa nani, tarehe nne mwezi wa pili mwaka huu tuliwahi kufanya mkutano, tukawalilia, tunawaambia nani, tukawaambia tunahitaji maji, pamoja na mheshimiwa mbunge, na wao waliahidi kwamba watatekeleza hili swala ndani ya miezi mitatu, na hili swala nani, wametekeleza kweli ndani ya miezi mitatu kwa hiyo mimi sina mengi niwashukuru pia watu wa Ruwaza kwa kushirikiana na sisi kwa kutusaidia kuchimba hiki kisima na ni shukuru tumepaja, nani tumepata maji mazuri ya kutosha. Kwa jina naitwa Magedana na Tandu Mwanga, mimi ni mwananchi wa Mangida na ni mama anayeona shida ya maji anayepata shida, tumetoka mbali kwenye kisi cha Mangida, tumepata shida, hata kama na mimba unatoka hapo, naenda kutuchota maji msangi na kichwa umebeba galoni mkononi na mimba kama ya miezi tisa ya miezi nane. Shida tuliyoipata mpaka sasa hivi tumepata shida mpaka tusemi tuna wajibu. Ninaomba Mheshimiwa Rais pamoja na mbunge pamoja na diwani, mlichokifanya Mungu atawatangulia na atawalipa yale yote mlio yafanya. Ninashukuru na ninasema asante kwa serikali ya Mangida, ile kuja kwa mwaka 2025 labda ndio Mungu amejibu maombi yetu. Tumeteseka sana sisi wananchi wa, wa Mangida na ng'ombe wetu tuliwafuga madumi hawajapata raha tangia tangia, labda yani tangia kupita rais wetu Nyerere mpaka sasa hivi tuna shida maanake, ile kipindi kilichopita tulipata tulipata walisema wazazi wetu walipata fursa kidogo ya maji, mpaka leo si tunachata maji Sagara Indesh kwenye bwawa na Msangi tumepata shida sana. Mpaka sasa hivi tunamshukuru Mheshimiwa Rais pamoja na mbunge pamoja na Elia Dira diwani wetu. Kwa jina naitwa Felista Ernest. Ni mkazi wa kijiji cha Mangida. Kwanza jina lako? Anje. Jina langu naitwa Felista Ernest. Ni mkazi wa kijiji cha Mangida. Nitoa tu historia fupi tangu nimekuja Mangida 1985. Nilitokea sehemu ambayo ilikuwa na maji. Lakini nilipofika hapa nilikutana na mahadisi ya maeneo ya kusema kwamba tulikuwaga na kisima ambacho kilikuwa na maji, tulikuwa na umwagiliaji wa bustani lakini sikuiona mpaka sasa hivi nina miaka arobaini. Nimekuja tu nimeona lile tangi pale chini na maji yalikuwa hayapandi juu. Sasa kwa kuwa serikali sasa hivi imetuona, imeona mangi na ni jinsi gani tumeteseka, na diwani wetu ameona ni jinsi gani tulikuwa tunamlaumu sana. Nikupongeze diwani kwa kweli, diwani tumemlaumu mara la nyingi, lakini hili jambo halikuwa kwenye uwezo wake lilikuwa kwenye uwezo ambaye taratibu Mungu labda aliweka mm. Na ndio mwaka huu labda ndo limekamilika mm. Kwa kweli tumeteseka. Tumeteseka ukiangalia watoto wetu, kifananisha na watoto wengine, uwatamani, tutasema hawa wazazi labda ni wachafu. Ukiangalia mifugo yetu saa zingine kwato zinaisha kwa sababu ya kutembea kutafuta maji umbali mrefu um, umbali. Kwa hiyo kisima hichi baada ya kuchimbwa, uhai wa mwanadamu ni maji, tunaona sisi tut, tutanufaika. Na umanufa, kunufaika kwetu maji yapande juu kwa sababu tukisema yabaki huku chini tutakuwa bado hatujanufaika. Shida yetu itakuwa bado iko pale pale, kwa sababu mimi au mtoto au mzazi mwingine wengine hawana uwezo na mifugo haiwezi kuchota huku mara mbili mara tatu. Mtupandishie maji juu ili tuchote tupate na sisi fursa ya kuingiza hata mabomba majumbani kwetu, na ruasa pia na yenyewe pia ipate kwa sababu, kwa sababu sisi tumeona tutanufaika na hichi kisima. Tunampongeza Rais Samia Suluhu, mwanamke mwenzetu ametupambania mpaka sasa hivi tumepata maji. Siwezi kumsahau mbunge wetu Ighondo Ka, wa kwanza kabisa Elia Dira, kwa sababu ndo tunakaa naye anatuona vizuri, tunampongeza. Niwashukuru na ninyi nasema asanteni sana, Mungu awabariki. Kwa jina naitwa muna kinwa simuna. Mimi ni mkaaji wa kijiji cha Mangida kuanzia mwaka 1968 baba wa taifa ndio alikuwa ni mwenzi na na vilevile tuna vile, mwenzi. Kijiji cha kwanza kabisa katika mkoa wa Singida ni mangida Ndilu, pamba mzee Julius Kambarage Nyerere alipigania kuangalia maji wananchi. Wakati huo ulikuwa wanateseka maji, ilikuwa tunapata endesh tunapata gairo, maili tatu mpaka maili nne, unatoka saa nane ya usiku unakuja saa tisa mchana huku umebeba kibuyu chenye lita ishirini kwa bega. Sisi wakati huo tulikuwa watoto hata wakati ule unaamshwa w kuamka kwenda kuswaga ng'ombe, unaona baba na mama wananitesa maji hayo tuliyapata. Wakati baba wa taifa alipoangalia mpaka elfu moja mia tisa tisini na nane mpaka elfu mbili na kumi na mbili hakujayaona maji, kisima wakasema kimepinda, wataalamu vilevile, wakati huo nasoma mwaka sabini na sita maji yalikuwepo karibu kabisa. Natoka asubuhi, natumia dakika kumi au dakika tano naogea shuleni kwenye BP. Shida ilikuwa hakuna baada ya miaka maji kutoweka. Kwa kweli, tulipata shida, tulikuwa tunachangia maji na ng'ombe, utafikiria wanyama wa porini. Sasa hivi tulikuwa tunaomba wazee wenzangu mimi sio mzee, wapo walionitangulia, lakini wakaniweka kwenye kundi la wazee, wakaniambia karibu. Tulikaa tukamwita Elia, mheshimiwa wa kata hii, Mheshimiwa Ighondo, akatufikishia kwa Mama Samia Suluhu. Je, katika kata yangu Elia diwani, kuna shida moja, mbili, tatu. Akamsikia mpaka leo hii, nashukuru Mungu. Tulikuwa tunaomba. Sisi tunaombaga kijadi na leo hii tumefanya kijadi na mwanzo tulifungua maombi ya kijadi, Mungu akasaidia, leo hii tumeyaona maji kwa majina. Yangu naitwa Bonifasi Sima Mgoya, mkazi wa kijiji hiki cha Mangida. Ndugu waandishi wa habari, kama mnavyotuona sisi wananchi wa Mangida, kata ya Msange ni washukuru watu watatu. Wa kwanza ni mshukuru Mama Samia, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wa pili Mheshimiwa Ramadhani Abedi Ighondo ambaye ni mbunge wetu wa jimbo la Singida DC, na wa tatu Mheshimiwa diwani wetu kata ya Msange na ni Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa halmashauri kwa kazi nzuri waliyoifanya kwa kushirikiana Kuhakikisha kwamba kijiji cha Mangida kupata maji kutokana na hali halisi wananchi wanavyopata shida ndani ya miaka mingi. Pia nikishukuru Chama cha Mapinduzi kwa kuchagua serikali imara yenye kujali maslahi ya wananchi wake na kuwafikishia huduma karibu. Sasa mimi kama mwananchi wa Mangida tunatoa shukrani kubwa kwa serikali yetu iendelee kutenda mema na wale walioko madarakani ni Mungu amewaweka wenyewe wenyewe. Kwa hiyo tunawaombea Mungu tena, waendelee kutenda haki kama waliwetutendea hapa kijiji cha Mangida. Ukimwangalia kijana wa miaka arobaini utafikiria ni kijana wa miaka sabini ni mtu wa miaka sabini kwa sababu wanafanya kazi ngumu kwa miaka mingi. Kwa sasa hivi kwa mradi huu tulioupata mkubwa kijiji chetu cha Mangida, kwa kweli hata pia maendeleo yetu yatakwenda kwa kasi, kwa sababu nikiamua kujenga nyumba sasa, kama maji yatasambaa vitongoji vyote, kwa hiyo tutatumia gharama ndogo kuliko siku hizi za nyuma. Ukitaka kujenga hapa mpaka miaka tano ndio malize nyumba, kwa hiyo Niwapongeze pia serikali yetu ya kijiji, ya kijiji ikiongozwa na mwenyekiti wetu Haji ya hungu mwangu kwa kuunganika bila kuachana.